Taarifa kutoka klabu ya soka ya hapa hapa Tanzania, Yanga Sports Club, kuhusiana na mchezo wao dhidi ya Simba Sports Club. Msimamo wao upo ni pale pale, kwamba hawachezi mpaka bodi ya ligi ishughulikie matakwa yao ambayo waliweza kuyaomba. Sasa kupitia ukurasa wao wa Instagram, klabu ya soka Young Africa imeweza kupost taarifa kwa umma, ambayo taarifa hiyo ilikuwa inasomeka hivi: uongozi wa Young Africa Sports Club unapenda kuwa taarifu umma kuwa tarehe saba mwezi Juni mwaka 2025 tuliweza kupokea barua kutoka ligi kuu ya tuliweza kupokea barua kutoka Bodi ya Ligi Kuu Tanzania kwa ajili ya kuhudhuria kikao maalum cha kuweza kujadili masuala yanayohusu mchezo namba 184 wa Ligi Kuu NBC Yanga dhidi ya Simba Sports Club. Uongozi wa klabu yetu ulitii wito huo na kushiriki kwenye kikao kilichofanyika leo Jumatatu tarehe 9 mwezi Juni mwaka 2025 kwenye ofisi za Bodi ya Ligi Tanzania zilizopo jengo la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 licha ya kwamba baadhi ya watu wengi sana ambao ni wadau wa soka waliamini kabisa kwamba huu mchezo e, wa Young Africa pamoja na Simba Sports Club basi utaenda kupigwa baada ya kuweza kuitwa na Bodi ya Ligi siku hii ya leo. Tupe mtazamo wako, kwa mdau wa soka kutoka kipande chochote ambacho upo right now. Nao, e, bana uko na mtazamo gani? Drop comment yako kwenye nyanja comment hapo. Usiache kusubscribe, ku ku like, comment utakumetisha kinoma noma. Cho, chao